Kaunti ya Nairobi Jumapili usiku iliendesha zoezi kubwa la usafi linaloratibiwa kwa lengo la kuimarisha ukusanyaji na utupaji wa taka hapa jijini. Waziri mazingi wa mazingira Maureen Njeri amedokeza kuwa zoezi hilo linafanyika sambamba na usafi wa kila siku unaotekelezwa na kikosi cha zaidi ya vijana 4,000 maarufu Green Army, na linaashiria mwanzo wa mpango mpana wa kuboresha mfumo wa usimamizi wa taka, huku akielezea kuwa kwa ushirikiano na Serikali ya Kitaifa, kaunti inapanga kutumia upya zaidi ya tani tatu za taka zinazokusanywa kila siku kutengeneza mbolea na umeme. Zoezi hilo linafuatia agizo la Rais William Ruto na Gavana Johnson Sakaja kwamba zabuni ya mfumo jumuishi wa usimamizi wa taka jijini imekamilika huku utekelezaji ukitarajiwa kuanza Aprili Mosi mwaka huu.

will be a thing that is going to be conducted together together together with of the public, together with with the the the stakeholders, of of public, all all our partners uh, coming on board to support us in terms of just making sure that all the waste that we generate as a city is collected. Sisi wenyewe kama wananchi Yeah. wafanyi biashara Yeah. mahali yote uko, Yeah. husika, unaweza husika make sure ya kwamba CBD is clean Yes. Wale ambaye mnakunywa soda mnakula mahidi mnatoa maswiti vitu kama hizo, maji unakunywa, una, unatupa uh, chupa kwa barabara. Tunakwambia leo, si lazima ufanye hivyo. Tuko na dustbins zimekuwa kila mahali, baadhi ya wafanya biashara